Ni kama mwaka ule ulikuwa hamsini na tisa, ndiyo, ndo umetoka South Africa ya pili eh, ndio ya mwisho. Ndio eh, ya kwanza nilikwenda arobaini, hamsini na nne. Nikarudi hamsini na sita. Ya pili nikaenda hamsini na saba, nikarudi hamsini na tisa, mm. Ndio, akanidhulumu mm. Kifuko changu kilikuwa na dhahabu kilikuwa na dhahabu ndio ah. Sinikuwa mchongaji ah, ulikuwa nachonga? Nilikuwa nachonga mwenyewe mshini eh. Kwa hiyo sasa ile ulitoroka nayo au ulifanyaje kutoka? Ulifanyaje kutoka South Africa ah? Kule sisikuwa tunatembea kwenye ndege. Mlipelekwa eh? Mnapelekwa na nani? Walikuwa wanaturuza Wazingereza ah. Kwa mkoa mnaenda kwa hiari? Ah, tukua tuna tunakwenda kwa tulikuwa kama tunakwenda kwa hiari, kumbe wenzetu wanatuua. <laughs> kwenda kwenye machimbo. Eh. Eh. Nyerere ndiye akasema hata kwenda pwani, kwani tulikuwa tunatoa nauli sisi. Ndio. Si walikuwa wana nani? Wao wa, wa, wanatuuza, wanaleta tunaenda kuandikisha, wao wanapata hela nyingi, sisi tunakwenda kupata mshahara mdogo. Kwa pwani mlikuwa mnafanya nini? Hmm? Pwani mlikuwa mnafanya nini? Pwani? Hey. Pwani tulikuwa kwenye myua kwenye ah, myua. Mimi nikatoroka wakanifunga, bado sijamaliza za mwezi, wakanifunga miezi miwili lukalangu pale Mosi. Ndio toka pale nikaja nika Arusha. Hey. Arusha pale nilikuwa najenga na mafundi nyumba. Hey. Alafu nikaona mikono yanalika na sementi. Hey. Ha, ni, nikaacha, ndio nikaenda tiliani. Hey. pale Morogoro a, a, Ah, pale na, nani pale Umbugwe hey. Pale penye bahari ya Umbugwe. Ndio. Palikuwa na Waislamu hey. Nikafanya pale nikaikuta ile wanayosema kima hey. Wakasema mungeichokoza mngepigwa hey. hey. Usi kitaji kaunguruma simba yenyewe mm hapo -hmm. ah, nikatoroka <laughs> mpaka siliani hey ani ndio nikafanya miaka mitatu na nusu kule, nikaanza kujenga nyumba za mviringo, tukajenga vile makambi ya mviringo mm -hmm. tukaanza kuchimba mashimo ya, ya kahawa mm. Kule ndio nikalala miaka mitatu nikapata la hey. sa saa tatu au saa nne hey. niko kambini nakwenda kuwinda hey kule nipata rahama. Aa, mita miaka mitatu ndio kwa huko, angalau hata ndoto zipo kule, ndio nimekulia. <laughs> Ila huyu ambaye alikudhulumu dhahabu ndio hata ndoto hazipo <laughs> <laughs> sijui kama ni mzima alipo. <laughs> <laughs> mlikutana naye wapi huyo bwana? Alikuwa mbali zipi, pale akanijia, hapa hapa, wakati niko hapa akanijia hapa. Alikuwa rafiki rafiki, ndio alikuwa karibu eh, eh, na mkwe wangu eh. Nikakubaliana nayo ni, ni nani nifunza na nitekeni na mzungu anayotaka hizi dhahabu nikamwonyeshe eh. siku la laku, kuja mzungu nitakuita eh. kwa sasa ukajifunza, nini mpaka leo, unaweza kuambia leo, watu? Leo hii simuone hata sura. Kwa watu wengine labda ambao wana mali afu, wanawaamini. Aha. Angekuwa <laughs> Mnyachusa ningesema alijenjaruka toka mwanzo, lakini hakuwa Mnyachusa. Alikuwa ni msafu wa mwenzao. Unashangaa ujanja aliukuta wapi? Si alikuta kwa Mnyachusa mjanja. Alikuwa ni mwamiko wa peke yake ndio alikuwa mjanja, alikuwa mwizi sasa mwamikua akamweka Mwakalenga <laughs> <laughs> Mwakalenga kaja yule, wanasema kiyana wamekufa <laughs> <laughs> kifo cha wizi. Ndio, ndio, Mwakalenga amekufa wizi wa kifo <laughs> mwamikua amekufa kifo cha wizi, huyu <laughs> nani huko amekufa kifo cha wizi huu. Sasa mfundishaji sana ni mwamikua <laughs> No, ndio alianza kuiba ng'ombe za watu yeah. Wanakuja kule nani wasema maranzi mm huko -hmm. Kwa kayengi ndio yeye yeah. ah, wanakwenda kutafuna ng'ombe wanatagia pombe wanaomba ele yeah. Wanaimba malengwe yeah. Ng'ombe ziko msituni <laughs> wamefunga midomo We, mme, a, mme, wasema huko hapana, hakuna hmm. kitu wanaopata, nyama zile walizopita, wamechinja wenyewe <laughs> kwa simulizi zote za zamani nazikumbuka vizuri, nazikumbuka sana. <laughs> na ila <sa. laughs> tu huyo aliyekudhulumu dhahabu kwenye hmm. ndoto haji hata. <laughs> Sasa roho inaniuma, ningekuwa naumuona. <laughs> ndio sasa, ungemfanya nini? <laughs> ningekuwa Lata... nimemkia ni, ni ni ni ndani. Ungemsembelea <laughs> <Nenye laughs> kwa serikali ah, <laughs> <laughs> ningemsembelea kwa serikali mewekeeni kwanza ndio. Ndio. <laughs> ndiyo aja zungumuzaio <laughs> angalau anietee angalau kifuko ki changu eh, kidogo. kidogowonekani inakuwa kama ndoto. ndio ndio hmm. <laughs> Aise. <laughs> Nipitia kinyume. <laughs> Alinipitia kinyume, Haki ya <laughs> Mungu. Kabisa. Jamaa alinipitia, mtu mnayemwamini. Na na mimi mwezie niumia, mm -hmm. Makovu yapo hata hata humu. Haya makovu ya South Africa, makovu ya South Africa wakati nachonga kule, kajiwe kakaja kakakata hapa paka huko. Na oh. ya pili tena Mm. kwenye mguu nikanifunika nikakata hapa. Wee. Wee. Mara ya pili. I see. hapa ni wakati mke wangu wa kwanza anakufa, mm. kumbe huku wanazika mke wangu kule, mimi naumia. Unapata matatizo. hapa nilipoumia, mm. kumbe dada yangu aliyonifata amekufa, ah yote ikwa na malikua ni ishara, nilitaka niende na mimi pamoja na dada yangu, kwamba walikuwa Kumbu... na kusema nyumbani. Nilipona tu eh, lakini nyewe wazee